Tuelekee kaunti namba 30 sasa, ambapo gari la polisi lililokuwa likiendeshwa kwa kasi liligongana na pikipiki piki na kumuua mwendeshaji bodaboda hapo hapo, katika eneo la Kasoio Junction, kwenye barabara ya Kabarnet kwenda Marigat. Ajali hiyo ya asubuhi ilitokea wakati dereva wa gari hilo alishindwa kudhibiti usukani. Kamanda wa polisi huko Baringo, Julius Kiragu, alisema kuwa uchunguzi kuhusu ajali hiyo umeanzishwa. Serikali ifuatilie hii maneno kwa undani, ili haki itendeke. Yule ambaye alihusika kwa mambo haya aweze kuchukuliwa hatua ile inafaa, kwa sababu so, hii ni mambo ambayo maisha hawezi rudi, hawezi, hawezi rudi vile ilikuwa. Hii gari yetu ya ya ya ya ya, ya serikali iligonga kijana akiwa kwa mkono yake. So hata hakuna kusema maneno mengi, kweli inaonekana na si mara ya kwanza. It has been, imekuwa mara mingi sana. So ombi langu ni kwamba hizi magari ya serikali, GK hata na za county government, siweze kwenda kwa taratibu, instead of the police vehicle staying on the scene Tunajua hakuna pole ambaye naeza rudisha uhai wa huyo kijana ambaye tumeweza kupoteza. Ni kijana mdogo ambaye najua na hakika na familia yake kidogo ambaye wanamtegemea, na hata saa hii alikuwa anangojea kuja lete unga ili aweze kupata mkate wake wa lunch. Wancho so, kwa niaba ya police service, nasema pole sana na niseme kwamba uchunguzi utafanyika vile inatakikana uta, uta